Ukiona chui anaenda kumtisha anayechunga kondoo, hamtavuti. Anayechunga anatafuta wale kondoo. Hapa watu wanaangaika na madini hapa si uchaguzi, watu wanaangaika na madini. Na mimi wakiendelea endelea, kwa sababu najua hizi taarifa, najua wakiendelea endelea, kuna siku nitailipua hiyo Tanzania. Simtanilinda si mtanilinda? Watakaa mlinda, ebu wanyoshe mikono. Najua walichofanya, najua walichofanya kwenye nchi yote yenye rasilimali. Najua, naijua hiyo. Tumefikishwa ile ya utotoni mwanangu, tulikuwa tunawekea kikaratasi kichwani hapa yetu, unaambia kikianguka uukakutukania mamako. Ndo anataka kutufanyia nini? Sasa kama, sasa kama, sasa kama wana, wanataka kutumu vyombo hawa. Kuna watu kuna watu wame eh, wanataka watumu vyombo eh. Nani aliyewapiga polisi eh, eh, aliyewapiga polisi? Kwa sababu hata hawa, polisi hawa ni Watanzania. Hii ni, ni, ni, ni, ni, ni title tu, kama ambavyo huyu anaweza kuwa mbunge, huyu anaweza kuwa katibu, ni title tu, anaweza kuwa mchungaji, lakini wote ni Watanzania. Nani aliyewapiga eh, Nani kawafyatulia risasi? kuna watu wana njama kabisa, wameenda pale wametuma watu wetu, fyatua huko, jibizana. Wanajua watu watauana, na wanajua watu wakiuana watachukiana. Wanajua wao wanafanyia biashara maisha yetu, wanafanyia biashara maisha ya Watanzania. Nini, hamjiulizi? kijana mdogo tu juzi anavuka anavuka mpaka anapewa bilioni tano. Hizo bilioni tano walizompa hizo zinaondoa umaskini wa Watanzania? Hizo bilioni tano walizompa hiyo zinatengeneza ajira ya vijana wa Tanzania? Umaskini wa Watanzania utaondolewa kwa mipango ya maendeleo na nchi ikiwa kwenye amani. Ajira kwa vijana zitatengenezwa nchi ikiwa na amani. Rais amekuja na program ya ajira kwa vijana na wizara kamili ya vijana na uwezeshaji wa vijana. Haya yote yatafanyika tu nchi ikiwa kwenye amani. Anakuja mtu anakuambieni sasa andikeni pia kwamba watalii wasiende tena Arusha, wasiende Kilimanjaro. Anajua kwamba watalii wasipokuja hapa, hata aliyelima hata aliyelima karoti ngarena nyuki kule hatauza, utamuuzia nani kama mtalii hajaenda hotelini anaweza akatokea pia kijana wa Arusha hapa naye akaanza kuposti, kweli anajua kama hata aliyelima nyanya kismiri juu kule hata uza. Mia mbaya ya kuua uchumi. Hiyo sio siasa, hiyo ni mia mbaya ya kuua uchumi. Mtu tumepambana kama taifa, na mama huyu ameacha huo urithi na alama hiyo kwamba tulianza mradi mkubwa wa bwawa ikiwa na umeme unakatika katika kila siku, ndani ya miaka minne bwawa limekamilika. Zaidi ya trilioni sita nukta tano trilioni sita nukta tano ni kama bajeti ya nchi zingine hizi ndogo ndogo. Yeye kakamilisha bwawa na sasa hivi Tanzania ina ziada ina ziada ya megawat zaidi ya elfu mbili. Halafu watu wanapanga jama kwamba nendeni mkalipie na bwawa Niambieni, ni maandamano naye? Yaani watu wanataka wakaripue mradi mradi wa kimkakadi wa Watanzania. Huu si mradi wa serikali, huu umeme wa uwashu kwenye ofisi za serikali, huu umeme wa uwashu kwenye ofisi za chama, ni mali ya Watanzania, mradi ndoto ya Mwalimu Nyerere. Wanasema nendeni mkaripue, nendeni mkaripue, nendeni mkaripue na stendi ya Magufuli, nendeni mkaripue na, na, na reli wanataka kudogosha jambo alilolitengeneza kwa kuita maandamano. Kuna maandamano ya kulipua bwawa la Mwalimu Nyerere? Hebu wamkini wa Tanzania